uchaguzi NEC imetangaza kuwachukulia hatua za kisheria wagombea na wapambe wa vyama vya siasa wanaotumia majukwaa ya kampeni za uchaguzi kutoa lugha za matusi na kashfa, hatua inayokiuka sheria ya maadili ya uchaguzi ya mwaka elfu mbili na kumi na tano. Tume hiyo pia imevitaka vyama vya siasa kuacha propaganda zinazojenga shaka miongoni mwa wananchi kuwa NEC itachukua matokeo ya uchaguzi wa udiwani, ubunge na urais unaotarajiwa kufanyika Oktoba 25 mwaka huu. Taarifa kamili na Josephine Maiswaga. Akizungumza kwenye mkutano wa NEC na watu wenye ulemavu jijini Dar es Salaam, Jaji Mstaafu Damian Lubuva amesema kwa muda mrefu kumekuwepo na mazoea ya wanasiasa kutumia muda mwingi majukwaani kukashfu na kutoa matusi badala ya kueleza sera zao. Amesema kwa kufanya hivyo ni kukiuka sheria ya maadili ya uchaguzi ya mwaka elfu mbili na kumi na tano na iwapo tume itaendelea kuyafumbia macho matukio hayo inaweza kufika pabaya. Ojo, ale, wanaotumia muda mwingi kwa lugha e, isiyo stahili waache, la sivyo kuanzia sasa tutakuwa tunawashughulikia kwa mujibu wa maadili ya elfu mbili kumi na tano. Jaji Mstaafu Lubuva ametumia fursa hiyo kuondoa hofu baadhi ya wanasiasa wanaoshindwa kuiamini tume hiyo kuwa itachakachua matokeo, kama havina sababu ya kuwa na wasiwasi na tume tume hii hii ndiyo imewatangaza hata wabunge wao vyama mbalimbali. Kama sasa timu tume hiyo hiyo, vipi? Wasiwasi unatoka wapi? na hiyo mnaposema vijana wabaki pale, ni kuweka mazingira ambayo baadaye yataleta fujo. Kwa hivyo, sije ikawa wanajitayarisha waje walete fujo, alafu waje waseme tulisha sema toka awali. Kwa hivyo, tunasema kwamba vikundi kubaki pale, upande wa tume tunasema usibaki pale na wasiwe na wasiwasi, tume hii hii itatangaza matokeo kwa kadri wananchi watakavyokuwa wameamua kupitia kura halali. Mkurugenzi wa uchaguzi wa NEC Mgaja Mchanga anaainisha mikakati ya tume dhidi ya vipaumbele vya watu wenye ulemavu ikiwa ni pamoja na kuandaa mazingira shirikishi ya upigaji kura. Baadhi ya washiriki wenye ulemavu katika mkutano huo wakazungumzia vipaumbele hivyo. Pia tumeweza kutoa changamoto zetu na tumeona wameweza kuzitekeleza. Wameweza kuthamini na kutukatulia changamoto nyingi ambazo kwamba zilikuwa tunazokabili sisi watu wenye ulemavu. Kwa hivyo tunaenda vizuri tu na tunategemea uchaguzi, tutaupiga tutapiga kura zetu bila ya matatizo. Tupa elimu na kutangua kwa watu wenye ulemavu, kutetele hali kama mazingira ya kupiga kura wameweza kuboresha ukilinganisha na miaka ya zamani ambapo sehemu za miundombinu kuhusiana aa wenye katika shule ya uchaguzi mkuu. Kula hatua ya tume kukutana na watu wenye ulemavu na kuainisha vipaumbele vyao imekuja baada ya kuwapo fununu za muda mrefu kuwa jumuiya za watu wenye ulemavu huenda zikasusia kushiriki kwenye uchaguzi iwapo tume haitaainisha mazingira ya wao kushiriki kwenye uchaguzi kutokana na hali zao. Josephine Mweswaga, Star TV, Dar es Salaam na